Majina anaitwa Suleiman Ramadhani Juma. Hongereni kwa ushindi wa mchezo leo. Ah, namshukuru Mungu. Ninyi kama wachezaji mnajisikiaje kuiondosha miongoni mwa timu ngumu kabisa? Kwa kweli kwa upande wetu tunajisikia furaha sana, tunajisikia faraja sana kuingia hatua inayofuata. Hali ya uh, maandalizi iliko ikoje? Mlitanguliwa goli moja kwa sifuri. Kwa kweli mechi hii hata viongozi pia walikuwa wamejiandaa zaidi. Ndio maana tumeweza kupata matokeo mechi ya leo. Ukisema viongozi wamejiandaa zaidi unamaanisha una nini? Morali labda, morali au... ilikuwa juu sana pamoja na wachezaji tulikuwa na morali hali ya juu ya kuitaka mechi na kupata matokeo pia. Mchezo unaanza goli moja kwa sifuri mm, baadaye goli moja kwa moja. Mm, hali ya kwenye bench ilikuwaje? Mwalimu alikuwa anazungumza nini pia? Kiukweli mwalimu pale alikuwa ameshatengeneza game plan tayari. Baada ya kupata lile goli moja, japo tulikuwa na pressure, japo tulikuwa tunacheza, lakini hata sisi wenyewe wachezaji nje pamoja na walimu tulikuwa na pressure hali ya juu ya kutaka kupata ushindi. Yeah, tunamshukuru Mungu, pia tumeweza kupata ushindi. mechi yenu ngumu dhidi ya Frelimo, lakini pia mechi hii ngumu tena dhidi yeah. ya Migori FC. mnapewa mm. taswira kama miongoni mwa timu bora zaidi kwenye mashindano haya haiwapi mm. pressure yoyote nyinyi kama wachezaji? ah, kwa, kwa upande wetu kwa kweli tunazidi ndio kwanza wanazidi kutengenezea confidence yeah. Akipi unachotaka kuahidi mashabiki wa Spana kuelekea katika hatua inayofuata ya robo fainali? Kwa kweli tunawaahidi mazuri. Wataenjoy sana mbeleni huko. Kila la heri. Asante sana.